Sio swakuwa na makando kando, kila mtu ameridhika. Wa Tanzania ndio walikuwa wanasubiri burudani kama hii, sio tu, watu tunaangalia Kabungu Cup, Ndondo Cup sijua anafanya maamuzi yao, hii mechi haina makando kando, niambieni, kuna penalty timu pinzani uchebe, ile ya Kapombe, ile ya makosa mpinzani, yote yao, anamnong'oneza kajidondosha kwenye 18, niweke penalty, ni makosa ya nani hayo? So, sawa, kila ni mipango milatibiwa Kwama tufanye hivi, simba awe bingwa. Sisi tunasema hivi, tunahakikisha safari ya kuwa bingwa iko pale pale, hatushushwi daraja. Umenielewa na atupanya. Nataka nikwambie Zamaleki kina na na Aliali mechi ilichazo na kuuliza ngoja, Misri Zamaleki na Aaihli taratibu zilifuata. Ngoja sisi tarehe nane, mechi tukupeleka uwanjani, hakukua hakukua na na na mko haya, naomba nani uwanjani Hey, hey. Swali so zuri, naomba nikuulize. Aliyesababisha kuahirishwa kwa ile mechi ni nani? Kwanza mpeleka mechi timu uwanjani, mkutana na management, mkutana na makocha, mkutana na nani kule? Naomba nikujibu. Mfano iko hapo. Sawa. Kuna timu zinaishia airport na zinapewa alama tatu. Uongo kweli? Timu zinaishia airport na zinapewa alama tatu. Uongo kweli? Timu gani hizo? Ngoja. Hebu kafuatilia kwenye kombe la ili la kafu. Mmenielewa? Kuna timu ilisha airport. Sasa hivi kidogo ila kwa wakati mwingine nitawapa taarifa sawa. Mmsaree kidogo. Timu ilisha airport Ghana na Libya, mwandishi na zawadiyako menelaa na zawadiyao Ghana na Libya, hawakufika uwanjani na timu utapewa nini? Matokeo bana, matatu sku, vitu vipo. Mimi nimeenda hadi uwanjani pale, nimefika utaratibu wa kwamba usipofanya mazoezi yako ya mwisho ifani mechi zichezwe uongo kweli? Haya, Simba alitumia kanuni gani ya kusema limefanya mazoezi ya mwisho apewe alama mchezo wa ilishioj? Haya, hivyo hivyo, naomba niwape vitu ambavyo tuende taratibu, sawa waandishi, tumetaka tufanye vitu ambavyo wa Tanzania wangima, twende taratibu kwenye mchezo ambao tumesema wana Yanga hatuchezi. Mtu akuenda kulalamika alikuwa ni Simba kwamba amezuiwa kufanya mazoezi kama mjibu wa kanuni unavyoelekeza na aleti timu mpaka aliye wafanya Simba usipate kiao adhibiwe, sio sindio? Ilivyosema ile Taifa. Si tunakuja sisi wanayanga leo, si board ya ligi ilivyowahilisha, tukakubali twende tunailisha uchunguzi. Tumesema unaendelea mnapisha uchunguzi. Je, na leo nauliza Watanzania, je, majibu ya uchunguzi nani amepewa? Kwanza kabla kwenda kwenye sheria na kanuni, majibu ya uchunguzi nani amepewa? Hatujapewa kwanza sisi. Je, aliyesababisha kuharibika kwa ule mchezo amechukuliwa hatua gani? Ngoja tate, naomba ni maarifu. Je, aliyesababisha kuahirishwa kwa ule mchezo amechukuliwa hatua gani? Watanzania juu! Je, mmepanga tarehe ya mchezo mwingine Hatima ya viingilio wa mchezo ulioahirishwa kwa wadau mpira sharia au mashabiki waliotoa vile viingilio, mmechukua hatima gani? Mmechukua hatua gani? Mmetangaza kitu gani? Watanzania wana majibu au waandishi, mna majibu? Mna majibu haya? Kama hakuna majibu ya namna hiyo, mnatuaminisha vipi hiyo tarehe kumi na tano huo mchezo utachezwa? Mnatuaminisha vipi? Je, yakirudia ma, ma, ma, madudu ya tarehe nane, yakirudia madudu ya tarehe nane. Sikiliza, naomba nikwambie, na narudia tena, Simba anachokifanya hakuna jipya dhidi ya yangu. Simba anachokifanya hakuna jipya dhidi ya Yanga. Kombe la shirikisho mimi nimecheza. Na Yanga ndio timu ya kwanza imecheza fainali na kanuni za shirikisho zikabadilishwa. Wametunyanyasa. Ndio timu ya kwanza kucheza fainali. Sema kama sikiliza. Alitokea kombe gani? Usianze kumbeba Simba. Natokea kombe gani? Klabu bingwa ipi? Aingshule yake adaposia taturia siwa metoa data tu Watanzania wanaofuatilia, unaelewa. Ukipika data ambazo hazipo, mnakuwa mnawakosea Watanzania wapenda mpira. Uambie ukweli. Umenielewa, Simba alienda kwa mfumo kama huyo l kule kushiriki kushirikila kombe alibebwa tu, kwa sababu hakuna mwakilishi mwingine aliyekuwepo, na Yanga alionekana anaweza, kwamba ile stamina stam na kushindana. Sikiliza, ngoja nikwambie, ngoja nikwambie, Yanga alikuwa klabu bingwa, unaelewa? Yanga alikuwa bila klabu bingwa shirikisho, alikuwepo nani? Ambayo kombe la washindi alikuwepo nani? Malindi ya Zanzibar, uongo kweli? Simba ndo alienda kombe la nini? Kombe la nini? Abiola, Mashudi Abiola, rais wa Nigeria wakati wao anaomba CAF ku promote mafuta yake. Wakati tuko uwanjani yeye Simba anaenda anatokea kombe la Muungano Zanzibar, <tipo> leo <Lua> hii <iya> anasema <tipo> kombe la Muungano ni dogo. Sasa, kwa hiyo ana akili timamu? Ngoja. Kwa hiyo Simba walishiriki mashindano wakiwa mabingwa wa kombe la Muungano mabingwa wa kombe la Muungano. Yes, mimi tuweke wazi, ndio maana tunasema alipelekwa kama kifushi, kama alivyopelekwa saii. Haya, naomba nikuulize, huko anakoshiriki anakoshiriki, shirikisho mpinzani gani unayemwona ni mgumu? Oe, taratibu. Mpinzani gani mgumu simba amekutana nao? Sikiliza, usiwadanganye. Naomba nikuulize, naomba nikuulize, South Africa nusu finali kule Sauzi msimu uliopita alikuwa na nafasi ngapi? Msimu uliopita a, a, pita a na nafasi ya ngapi? Kwa sababu anataka nafasi, nafasi ya tatu, ya tatu kwenye ligi kule. Mmenielewa? Simba, na na alikuwa na nafasi ngapi? Ya tatu. Mmenielewa? Haya, tunaenda robo finali tacheza na Almasi. Misri alikuwa na nafasi ya ngapi msimu uliopita kule? Mmenielewa? Simba alikuwa na nafasi ya ngapi? Ya tatu. na Cosafa Union kuna tofauti gani?

Haya, kuna mtu yeyote aliyetaka klabu bingwa kuja shirikisho na kuuliza? Aliyewasaidia Simba, naomba nielewe. Aliyewasaidia Simba leo hii kufika hapa ni engineer S, ni engineer S. Kwa nini? Nakupa sababu. Engineer S alivyochaguliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, akaenda na proposa ya kwamba mtu anayecheza klabu bingwa abaki klabu bingwa, anayecheza shirikisho abaki wapi shirikisho. Asitake kila bingwa kuja kuleta ushindani huku shirikisho, kwa sababu huyu stamina wa shirikisho uwezo wake hawezi kushindana na mtu wa klabu bingwa ngoja, mmenielewa. Mnavyosema apongezwe Simba kwa lipi zuri alilofanya, endapo atakuwa amekwenda mpaka hatua ya fainali. Vikombe vya vilabu vingapi? Anasia kama za mwanasiasa, viko vilabu vingapi? Sasa shirikisho wawili, klabu bingwa wawili, Simba peke yake. Yule ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika.